Mwalimu Ayubu Mwanjala wa shule ya sekondari ya Pankumbi jijini Mbeya ametangaza nia ya kuchukua fomu ya kuwania ubunge wa jimbo la Mbeya mjini kupitia tiketi ya chama cha mapinduzi CCM. Akizungumza na wanahabari Mwanjala amesema kusudio lake la kutangaza kuchukua fomu ya kuwania ubunge ni kutaka kuwasemea wananchi kwa kuwa anazifahamu changamoto zao, na iwapo chama chake kitampitisha atahakikisha anashirikiana na wananchi katika kumaliza changamoto katika jimbo hilo. Mwalimu Ayubu Mwanjala anakuwa mwanachama wa tatu wa chama cha mapinduzi CCM tangazania kuchukua fomu ya kuwania ubunge wa jimbo la Mbeya mjini akitanguliwa na mwandishi wa habari Charles Mwakipesile na Afrey Nsomba ambaye ni mwenyekiti wa CCM wilaya ya Mbeya mjini. Jina langu naitwa Ayubu Jacobo Mwanjala. E, kazi yangu mimi ni mwalimu, nafundisha Pankumbi sekondari iliyoko jiji la Mbeya. E, nimekuja hapa lengo langu ni e, kutangaza nia ya kugombea ubunge katika jimbo la Mbeya mjini. Mimi ni mwanachama kada wa chama cha mapinduzi kwa maana hiyo e, lengo langu nataka kugombea ubunge katika jimbo hili la Mbeya mjini kupitia chama chama changu cha mapinduzi, nia ya kutaka kugombea katika jimbo hili la Mbeya mjini. E, jimbo hili nalifahamu vizuri na nafahamu wananchi na kwa sababu na mimi naishi hapa najua maisha halisi ya wana Mbeya mjini. Maisha halisi ya wana Mbeya mjini, asilimia kubwa ya wananchi wa jimbo la Mbeya mjini ni wajasiriamali. Wapo wafanyabiashara wakubwa, lakini wapo wajasiriamali wadogo wadogo. Kwa hiyo wajasiriamali hawa na wafanyabiashara hawa wakubwa wanatakiwa waishi katika mazingira ambayo kwa kweli yanawavutia ni mazuri, wanatakiwa waishi kwa amani, wafanye biashara zao kwa amani. Kwa hiyo eh, mimi kero zote ndogo ndogo za maisha eh, ya watu wa jimbo la Mbeya mjini eh, nazifahamu kwa sababu naishi humu na mimi ni mwananchi wa humu humu humu. na mimi ni mtu wa maisha yale ya chini, sio maisha yale ya juu, kwa hiyo nafahamu sana maisha yao, wanahitaji amani, wanahitaji huduma ziwe karibu, hasa huduma za maji. Maji kuna wazee wengine wamestafu kazi, kuna wamama wengine wanapata shida ya maji, lakini wanahitaji maji yawepo muda wote, ili shughuli zao za uzalishaji mali ziende eh, kwa mujibu eh, kadiri Mungu alivyopanga. Nikilipoti kutoka Mbeya, Jacqueline Mwangama, Kusaga TV.